Tukiwa tunaendelea na kipindi, tumeona muundo wa vitabu kwamba Biblia ni vitabu viwili, Agano la Kale na Agano Jipya, na kile cha wenzetu kule kina vitabu vinne, lakini maandiko yanajieleza. Msomaji, hebu twende mambo ya Walawi kumi na moja mstari wa kwanza. Tunataka twende mstari mmoja mmoja. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia. Hapo bwana, ukiona Bwana iliyoandikwa kwa herufi kubwa, maana yake ni Bwana Mungu. Ukiona Bwana imeandikwa kwa herufi ndogo, maana yake ni Bwana Yesu. Sasa hii ni Bwana Mungu akawaambia. Endelea, msomaji. Neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakaowala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Wanapewa maagizo ya aina za wanyama watakaotakiwa kuliwa ambao wako juu ya uso wa nchi. Endelea. kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake mwenye miguu ya, ya kupasuka kati, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani hawa, ndio mtakaowala. Endelea pamoja na hawa wanyama hawa mta mtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato ngamia, kwa sababu yu cheu yuu acheua lakini hana kwato. Ngoja kwanza, msomaji, hapa nataka usikilize hapa, anatajwa mnyama mmoja baada ya mwingine kwenye maandiko ya nyama asiyohitajika kuliwa, ameanzwa na ngamia. Tunamfahamu ngamia, ndio alianzwa, haitajiki kuliwa. Sasa endelea kufuatilia nyama mmoja baada ya mwingine kwa aya hii, kitabu hiki cha Walawi kumi na moja moja kinaeleza mmoja mmoja, baada ya ngamia anafuata nani? ni wibari kwa, kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Wa pili, mpenzi mtazamaji, endelea na sungura, kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Sungura tumemsikia, endelea na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najis kwenu. Tumeona hiyo. Endelea. Msiile nyama yao wala msiiguse mizoga yao, hao ni najis kwenu. Asante. Hapa ametajwa mnyama mmoja baada ya mwingine, sifa za kutoliwa kwa wanyama hawa. Hakuna kwamba huyu sifa zake ni mbovu zaidi na huyu sifa zake ni nzuri zaidi, la, sifa zote zimetajwa za wanyama hao, kwamba msile, ni najis kwenu. Sasa ukiona mtu anamkataa nguruwe akamkubali ngamia na sungura, unatakiwa kujiuliza, mpenzi mtazamaji. Lakini hii ni elimu, leo tuko kwenye elimu <coughs> tunakwenda kutaka biblia ituambie, tunataka biblia izungumze. Msomaji, hebu naeta Mathayo, eh, Mathayo kumi na tano mstari wa kumi mpaka kumi na moja. Akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Asante. Mathayo kumi na tano mstari wa 15. wa kumi hadi kumi na moja. Ah, anasema sikilizeni, mfahamu si cho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kimtokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Mpenzi mtazamaji, hivi vitabu tulivyoanza navyo ni vitabu vya kale, Agano la Kale. Anakuja Yesu. Yesu hajasema usile ah, ah. Lakini anaangalia nini kinachokuchafua wewe na Mungu wako, sio kinachochafua tumboni kwako ah, ah. Kinachokuchafua wewe na Mungu wako ni kitu gani? Yesu anakuja hapa kuja kutuambia sasa kwamba unachokula wewe hakina changamoto, ila kinachokutoka wewe utaenda kuona mbele ya kipindi. Tunazungumzaje? E, msomaji, hebu nenda kumi e, na saba mpaka e, ishirini hiyo hiyo Matayo. Hamjafahamu bado ya kuwa kila kingiacho kinywani kupita tumboni kikatupwa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni kutoka mawazo mabaya, uuaji, usinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi.